Kipaumbele chenu sasa wana Kilimanjaro, na kote nilikopita Tanzania, ni miundombinu ya barabara. Ni kweli au sio kweli, wana Moshi? Kama ni kweli nione bendera juu kwamba mnataka barabara. Moshi oye! Oh, ndugu zangu, mengi yamefanyika kwenye sekta hii ya miundombinu, ikiwemo kazi kubwa tuliyofanya kurekebisha barabara kufuatilia athari za mvua kubwa za El Nino. Mengi tumeyafanya kwa hapa. Moshi mjini, kama tulivyoahidi, tutajenga barabara ya mchepuko bypass ya Kahe hadi airport yenye urefu wa kilomita 31 kwa kiwango cha lami. Aidha tayari tumejumuisha tumeshaweka fedha za ujenzi wa kilomita 17 za barabara hii, ni ndani ya program ya TACTIC ya uendelezaji wa miji ambayo nayo tutakuja kuitekeleza ndani ya mji wa Moshi. Kwa Moshi vijijini, tutazikamilisha barabara za Moshi International School Kibosho kati kwa Rafaeli yenye urefu wa kilomita kumi na tatu, lakini pia barabara ya Kidia Urusini yenye urefu wa kilomita karibu kumi. Vile vile barabara ya Mamboleo Shimbwe yenye urefu wa kilomita kumi pointi tatu na barabara ya Rau Madukani Mamboleo Materuni yenye urefu wa kilomita karibu kumi ambayo niliwekea jiwe la msingi wakati ule nilipokuja ziara ya kikazi barabara ya Samanga chemuchemu chemu yenye urefu wa kilomita na yenyewe kumi ambapo zote hizi zinajengwa kwenye hatua na zimefikia hatua mbalimbali, tunakwenda kuzikamilisha kwa kiwango cha lami. Kwa jimbo la Vunjo takamilisha pia barabara ya Pofo Mandaka Kilema ya urefu wa kilomita kumi ambayo inategemewa na wananchi kufika katika hospitali za Kilema, hospitali uh, ya Kilema, lakini pia chuo cha manga, Mandaka, na geti la watalii wanaoshuka mlima Kilimanjaro. Kwa upande mwengine, huko huko Vunjo kuna barabara ya kipekee sana, barabara ya Uchira Kisomachi Kwalaria kilomita 10.8. Na kilicho kilichotofautisha mradi huu na mengine ni kwamba hapa wananchi walianza kwa nguvu zao na baadaye serikali tukaingia. Kwa hiyo barabara hii nayo tunakwenda kuikamilisha. Lakini kwa upande wa Same, Same nako kuna tatizo hasa milimani kule, wakati wa mvua ni shida watu kushuka chini. Na kwenyewe kuna barabara tutakwenda kuzifanyia survey halafu tuzijenge kwa kiwango cha lami na zege ili wananchi wapate urahisi. Kwa ujumla, niwapongeze sana wananchi wa mkoa huu wa Kilimanjaro kwa maendeleo makubwa haya yaliyopatikana. Lakini nisisahau Rombo kule, Rombo tutakamilisha ujenzi wa barabara ya Holili Tarakea ya kilomita hamsini na tatu ambayo ni ya kimkakati katika ukuza biashara kupitia mpakani na jirani zetu Kenya na mgombea amesema vizuri hapa, lakini pia itapunguza msongamano wa magari ya mizigo yanayopita barabara ya Mwika Tarakea. Kwa hiyo tutakwenda kuyafanyia kazi.